Nimekwambia tayari, tuko Malawi hapa boda, upande Tanzania, upande Malawi, lakini nipo na shabiki wa Yanga Africans kutoka Dar es Salaam Tanzania, Jeska, kila mtu anamfahamu. Mambo poa poa, uko vizuri? Niko fresh, kapendeza. Asante pole na safari kwanza, na tunamshukuru Mwenyezi Mungu tumeweza kufika salama ah. yeah. Tayari tuko boda hapa tunajiandaa kwenda kwa ajili ya mapambano huko ya mchezo huo muhimu sana kwa Young Africans. Ah, tuko boda lakini kutoka hapa mpaka kufika sehemu ambayo tunaenda ni takriban kilomita kama mia sita mm. na barabara ni ya vumbi mm. ambayo ni mbovu kwelikweli mm. ko tunachoomba Mwenyezi Mungu aweze kutusaidia tuweze kufika salama. Yeah. Nadhani tunaweza tukaingia kwenye alfajiri saa kumi tunaweza tuka kule ya alfajiri kuamkia kesho kwa sababu Ay, jubayu, ukitoka jubayu, jubayu. A, ukitoka saa nane hapa unaingia saa kumi kumi na moja kutokana na barabara yao yeah. Sio kama za kwetu Tanzania ambazo unaona zinapita una, una sehemu yeah, kiurahisi yeah. Lakini huku wenzetu barabara yao sio nzuri na sio rafiki, unaona unampunga hapo, hii mikaji yani, yeah, huku elfu hamsini eh? unapata hii miela, hii ela yetu ina thamani kubwa sana kushinda ela yao. Hizi kama ziko ngapi kwa haraka haraka, hii hapa ni shilingi sabini oh. Ah, kwetu ni shilingi hamsini ziko sabini, elfu sabini hii elfu sabini inaonekana jamani nne tano sita saba nane tisa kumi kumi na moja kumi na mbili kumi na tatu kumi na nne, elfu sabini naonekana tajiri, kumbe la yenyewe ndogo hapa. Mtu anataka kukaba, kajua una hela nyingi kweli yani, kumbe unaivu hamsini tu lakini matumizi anaeza kama makubwa kule au madogo manje sinaga ya matumizi makubwa nadhani naeleweka. Ndio. Hapa nimeweka tu hela yangu ya roji hela yangu ya kula. Ndiyo. Leo na kesho penyee <laughs> naona nimechenja hela nyingi mimi na chemechembe ya Uchaga, naona na hela nyingi kweli. Ah, elfu hamsini hela nyingi sana. Nilikuwa ni nazungumza na washikaji wa Malawi hapa, anasema kwamba Yanga Africans anakutana mfupa mgumu, mfupa mgumu kivipian Timu yao si bingwa wa, wa ligi yao. Young Africa naye ni bingwa. Young Africa naye ni bingwa mara tano mfululizo. Utakuwa mchezo mwepesi kama nyinyi mnavyosema? Siwezi kusema mchezo mwepesi kwa sababu hao ni mabingwa. Yanga ni mabingwa. Mchezo kwa sababu tupo ugenini utakuwa mgumu. Tunachoomba sisi tuweze kupata alama tatu tuweze kurudi Tanzania. Ndio. Kwa hiyo ushindi kama unavyozungumza, maanake Young Africans tayari imejizatiti kwamba mnaweza mkapata ushindi kwanza mabao mengi. Usiseme kwanza mabao mengi. Wale nao wanacheza na situna, wale mabingwa na sisi mabingwa. Kwa hiyo tunaenda kukutana na timu ambayo imekuwa bingwa tofauti na timu zingine ambazo unacheza na mtu ambaye sio bingwa. Kwa hawa ni mabingwa wa Malawi, Young Africa ni mabingwa wa Tanzania nzima, sio, unanielewa? Alafu wenzetu mpila wao uko chini sana, unajua huku hata umeshaona mchezaji yote wa Malawi ambaye labda anachezea timu yote ya Tanzania hakuna, si ndio? Ina maana wenzetu mpila wao huko chini sana, yaani tungepata hata wachezaji wawili watatu wa kutoka Malawi ambao aba anacheza mfano haba Yanga au prisoni, unaona. Yaani yeah. Eh? Hivyo yaani wenzetu mpira wao huko chini, tofauti na Zambia yeah. tofauti na Congo, tofauti na Evercoast. Yaani ni tofauti kabisa, wenzetu mpira wao huko down na wenyewe wanakili, wanakuambia huku tunapenda mpira lakini yeah. vipaji hakuna Yanga tumekuja wengi sana huko, mashabiki, waandishi wa habari tumekuja kibao na makosta ya kutosha. Uh, waandishi wa habari ni moja ya mashabiki kama wa Tanzania yeah. Sidhani kama waandishi wa habari wote ni Yanga, sidhani. Mm -hmm. Lakini wao ni wa Tanzania mm -hmm. Wamekuja kusapoti kitu cha Tanzania. Mimi nawapongeza na ni kweli wamekuja wengi sana mm -hmm. Nawapongeza sana waandishi wa habari, mmeonyesha uzalendo kuja kuonyesha kwamba mnapenda nchi yenu yeah. Bana, kila la heri. Amina, amina.